NSSF Manyara imeanzisha operesheni maalum ya ukusanyaji wa madeni kwa waajiri wenye malimbikizo ya michango. NSSF Manyara inawatangazia waajiri na umma kwa ujumla juu ya uzinduzi wa operesheni maalum ya ukusanyaji wa madeni kutoka kwa waajiri ambao wamekuwa hawawasilishi michango ya wafanyakazi kwa wakati au kutowasilisha kabisa kinyume na matakwa ya sheria. Operesheni hii inalenga kuhakikisha haki za msingi za mwanachama wa NSSF zinalindwa kwa kuhakikisha michango yao ya kila mwezi inawasilishwa kikamilifu na kwa wakati kama ilivyoelekezwa katika Sheria ya Hifadhi ya Jamii. Lengo la operesheni hii ni moja, ni kuongeza uwajibikaji wa waajiri katika kutekeleza wajibu wao wa kisheria. Mbili, kukusanya michango inayodaiwa ili kuimarisha uendelevu wa mfuko na upatikanaji wa mafao wa wanachama kwa wakati. Tatu, kuweka mazingira ya usawa kwa waajiri wote kwa kuhakikisha kila mmoja anatimiza wajibu wake kwa mujibu wa sheria. Nne, kuwalinda wafanyakazi dhidi ya athari za itahusisha hatua zifuatazo. Ukaguzi kwa wajiri kwenye wilaya zetu zote ili kubaini kiwango halisi cha michango ambayo haijawasilishwa. Mbili, ufuatiliaji wa karibu kupitia barua za madai, ziara za ukaguzi na mahojiano ya kikaguzi kwa wajiri wote walio bainika na madeni. Tatu, kuchukua hatua za kisheria kwa wajiri wanaokaidi au kushindwa kuwasilisha kuwasiliana na NSSF kwa ajili ya mpango wa ulipaji. Wito kwa waajiri. NSSF Manyara inatoa wito kwa waajiri wote wanaodaiwa kufika ofisini ndani ya siku kumi na nne na kuweka utaratibu wa ulipaji wa madeni kabla ya hatua za kisheria kuchukuliwa. Tunawahimiza waajiri wote kuhakikisha wanawasilisha michango ya wafanyakazi wao kwa wakati ili kuzuia usumbufu unaweza kujitokeza baadaye. Tunawakumbusha kuwa kutowasilisha michango ya wafanyakazi ni kosa la kisheria linaloweza kusababisha adhabu ikiwemo faini, riba na kufikishwa mahakamani. Hitimisho ya NSSF itaendelea kulinda maslahi ya wafanyakazi wake na kuhakikisha sheria ya hifadhi ya jamii inatekelezwa kwa ufanisi, uwazi na uwajibikaji. Tunawakaribisha, tunakaribisha ushirikiano kutoka kwa waajiri wote walioko mkoa wa Manyara katika kutekeleza jukumu hili la msingi.